Utakatifu ni roho, nafsi na mwili. Hakuna utakatifu wa roho tu, tunatakaswa roho, nafsi na mwili. Maana kuna mafundisho ya wahuni, wanasema wokovu ni ndani, sio nje. Sijui ndani ya nini, fundisho ya kihuni. Wakovu ni rohoni, wakovu ni rohoni! Ati kama uko mchungaji unafundisha hivyo, wewe kwanza ndio mwenye dhambi namba moja. Huwezi kufundisha vitu vya namna hiyo. Kama ulisha acha dhambi, huwezi kufundisha vitu vya kipuzi namna hiyo. Yesu alikuja kuokoa watu, hakuja kuokoa roho.